Tukisonga mbele ni kwamba kwa kipindi cha miaka mitano Afrika Magharibi imeshuhudia angalau mapinduzi matano makubwa katika mataifa ya Mali, Guinea, Niger na Burkina Faso. Mapinduzi haya mara nyingi hayajasababisha utulivu wa kudumu wala mabadiliko ya kweli ya kijamii na kiutawala, bali yamezua mjadala mpana kuhusu demokrasia, usimamizi wa utawala na mustakabali wa raia wa Afrika Magharibi. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anashikilia kuwa mapinduzi ni ishara ya kushindwa kwa nguvu za hoja, taasisi na kiraia katika kudumisha demokrasia. Jaribio lililotibuliwa la mapinduzi nchini Burkina Faso si tukio la kawaida la kiusalama. Ni kengele ya tahadhari kwa Afrika Magharibi na kwa bara zima. Ni sauti inayouliza swali gumu, kwa nini baada ya miongo ya uhuru bado tunarudi katika mantiki ile ile, kwamba bunduki inaweza kufanya kile ambacho fikra taasisi na ridhaa ya wananchi zimeshindwa. Katika muongo mmoja uliopita, Mali, Guinea, Burkina Faso na Niger zimeingia kwenye mzunguko wa mapinduzi, mzunguko unaojirudia kwa kisingizio cha kuisafisha nchi lakini huishia kuifunga zaidi. Kila mapinduzi huanza kama falsafa ya ukombozi lakini huishia kwa ibada ya nguvu huchukua nafasi ya udhaifu wa kisiasa kwa udhaifu wa kimaadili. ECOWAS na Umoja wa Afrika zimesimama katikati ya mtihani wa kihistoria. Kauli za kulaani, vikwazo vya kiuchumi na juhudi za upatanishi zimekuwa za kawaida, lakini hazijavunja mizizi ya tatizo. Tatizo si tu wanajeshi wanaotoa wa madaraka, tatizo ni mfumo wa kisiasa unaoshindwa kuhakikishia raia heshima, haki na matumaini. Pale demokrasia inapokuwa dhaifu Mapinduzi hujifanya kwa tiba, lakini ni dawa yenye sumu. Kifalsafa, mapinduzi ya kijeshi ni kukiri kushindwa kwa fikra za kiraia, ni kukimbia mjadala, kukataa subra ya mageuzi, na kuamini kwamba sauti ya risasi ni ya juu kuliko sauti ya hoja. Lakini historia ya Afrika Magharibi imethibitisha: mapinduzi hubadilisha wahusika, si misingi, huondoa serikali, si ufisadi, huwa uhuru kwa jina la kuokoa taifa. ECOWAS na AU hazina budi kufanya zaidi ya kuzima moto; zinapaswa kujenga kinga ya moto. Hii inahitaji uwekezaji wa dhati katika taasisi huru, ulinzi wa katiba, uchaguzi wenye uhalali, vyombo vya habari huru na nafasi salama ya upinzani. Bila hivyo, kila nchi itabaki kuwa shamba la majaribio ya wanajeshi na kila kizazi kitaachiwa deni la hofu. Jaribio la mapinduzi Burkina Faso alipaswi kuadhimishwa kwa ushindi wa upande fulani bali litafakariwe kama dalili ya ugonjwa sugu wa kisiasa. Bara haliwezi kuendelea kutafuta okovu kwenye ncha ya bunduki. Mabadiliko ya kweli hayaji kwa amri za kijeshi, hujengwa polepole pole kwa hekima, uwajibikaji na ridhaa ya wananchi. Kwa sababu hatimaye swali si nani anatawala leo, bali ni mfumo gani utabaki kesho.